Kwa majina naitwa Stefano Shimba Joseph maarufu kama Steve Magufuli. Kwa sasa ni mwenyekiti wa umoja ambao tumeuanzisha Umoja wa Vijana Wazalendo Tanzania UVIWATA. Pia mimi ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha SAUTI Mwanza. Niwaambie tu ukweli, ndugu zangu, sitaogopa mtu wala kuhofia mtu yoyote, aidha mwenye cheo, jina wala fedha, maana katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba marekebisho ya mwaka, mwaka elfu mbili na tano tukipitia kwenye ibara ya kumi na tatu ibara ndogo ya kwanza imeprovide haki ya usawa right of equality. tukija kwenye katiba hiyo hiyo ibara ya kumi na nane ibara ndogo ya kwanza imeprovide right of expression haki ya kuzungumza kwamba kila mwananchi ni haki yake kuzungumza na kutoa maoni kwenye public, au kwenye umma kwa ajili ya public interest. Napoelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi, ni kawaida kuona maoni tofauti ya wagombea a, wanapendekeza mikakati yao na wananchi wakieleza matakwa yao. Lakini ndugu zangu, kutokuelewana sio sababu ya vurugu, kutokukubaliana sio sababu ya kushindwa kushikamana na kushirikiana. Katika hili natamani kila mmoja atambue kwamba maandamano yanayoibuka kwa asila hayamsaidii yoyote, yanaharibu amani. Maana vurugu haziishii kwa mtu mmoja, zinagusa kila mwananchi, maana zinaharibu biashara, zinaharibu makazi na mara nyingi huleta huzuni zisizokuwa na sababu. Wapendwa wangu wa Tanzania, sio kwamba naongea tu, angalieni majirani zetu Kongo wanavyouana Sudani wanavyouana, Rwanda mauaji ya Kimbali, watu walivyokufa, mauaji ya Dafuru, watu waliuawa kama wanyama. Lakini sisi Mungu ametujali amani hii, ambayo sasa kuna watu wanaichochea na wanataka kuiharibu ili na sisi tuanze kusota. Utulivu ni nguvu, sio udhaifu. Ni njia ya kueleza hisia zetu kwa heshima bila kuathiri wengine, ni njia ya kuthibitisha kuwa tunathamini demokrasia. Kwa hivyo, nawaomba kwa dhati Msiruhusu asila ipange matendo yenu. Msiruhusu habari za uongo kuchochea mgawanyiko. Tuchague njia ya amani, njia ya utulivu na heshima. Ndugu zangu, tumepitia mengi katika historia yetu. Tumepitia changamoto za kisiasa, ugu, u uchumi mgumu, vikwazo vya kijamii, lakini tulipambana kwa pamoja na tulishinda. Hata kama matokeo ya uchaguzi hayakubaliani na matakwa yetu Tukumbuke demokrasia ni mchakato na sio tukio la vurugu. Ni vyema zaidi tutumie vyombo vya kisheria na huru ili kusuluhisha changamoto, na tusiruhusu machozi na damu za Watanzania kwa asili ndoto ya pamoja. Ndugu zangu, napenda kusisitiza, amani ni urithi, utulivu demokrasia, uhitaji mwelekeo wa akili zaidi ya hasira. Tushirikiane kulinda taifa letu. Tusiruhusu chuki, tusiruhusu kisasi kuharibu ulisi wa vizazi vyetu. Amani yetu ni nguvu yetu, utulivu wetu ni dira yetu, na Tanzania yetu ni nyumbani kwetu sote. Tukikubali kuyumbishwa na makundi ya wanasiasa au watu binafsi, tukaipoteza amani yetu, tutaumia sisi mpaka kizazi na kizazi. Hatutazalisha chochote, hakuna mtu atakayetoka kwenda kutafuta riziki. Njaa na magonjwa vitatawala. Umalaya na ukahaba utaongezeka. Ujinga na umaskini vitatawala, kwa sababu hakuna atakayeenda shule. Mauaji na mambo ya kutisha yataongezeka. Rasilimali zetu zitaibiwa kwa wingi na mataifa yenye nia mbaya na taifa letu. Vicheko na furaha vitageuka kuwa ndoto katika taifa letu. Tutatamani kupewa misaada hata ya kilo ya unga tu, ili tunusulu maisha yetu. Kabla hatujafika huko watu wanaokuja kutushawishi kuitoa amani, inatakiwa tuwapige vita. Maana wenyewe hata mambo yakiharibika, wana pa kukimbilia, wamewekeza nje majumba na miradi mingi, wengine hata familia zao hazipo hapa Tanzania, wengine pesa wanazo hata kukimbilia nje. Wanaweza. Vipi sisi ambao tunategemea kuuza mboga mboga ili tule na tusomeshe watoto wetu? Vipi sisi ambao chakula tu ni shida? Vipi sisi ambao nauli ya kukimbia kutoka Dar es Salaam kwenda Igunga au Mpanda mpaka tukope? Vipi sisi wenye familia na watu nyuma wanaotutegemea? Vipi kuhusu sisi vijana wenye ndoto mbalimbali? Wengine wapo mtandaoni wanahamasisha maandamano, wakati wao wako nje wanakula viyoyozi, na ukizingatia wanahamasisha hivyo kwa maslahi yao binafsi. Wengine wanatumika na mataifa ya nje ili amani ipotee waje wachukue rasilimali zetu kama dhahabu, wanyama wetu, vyanzo vyetu vya maji na rasilimali nyingine. Je, sisi tutaaminije za mila yao ya moja kwa moja? Wazungu wanasema if you fail to plan, you plan to fail. Vipi kama ukiwafuata ukapata matatizo? Hebu angalia watoto, ndugu na jamaa walioko nyuma yako, ambao bila wewe kusurvive itakuwa ni shida bila wewe maisha yao yatakuwa ni gumzo. Tusiharibu kesho kwa asila ya leo, kwa sababu kesho tunahitaji amani hii ili tuijenge upya nchi yetu ya Tanzania. Mimi siwaambii mnyamaze, hapana. Sauti zenu ni muhimu, lakini mzipaze kwa hekima, kwa nidhamu, kwa uhai. Tupaze sauti ili tusikike, sio tuumize, sio tuumize. Kumbukeni mtoto atakayelia leo kwa sababu ya vurugu, wenda ni mtoto wako. Mama ntilie atakaye kufa leo barabarani, wenda ni mama yako. Ndugu zangu wa Tanzania, kuhusu hisia zetu tuweke pembeni, tutumie akili zaidi kuliko hisia. Tumwamini Mungu. Yeremia 33 mstari wa tatu Mungu anasema tukimtumainia yeye atatuonyesha mambo makubwa na magumu ambayo hatujawahi kuyaona. Ndugu zangu wa Tanzania, niko chini ya miguu yenu, nawaomba muwe watulivu, mwachane na vita vya kisiasa tukaungane kama mnyororo, tuilinde amani yetu, ndio urithi wetu. Najua kwa sasa kwa sababu ya miemko hatuwezi tukaelewana, lakini kama una dhamira ya kweli na uzalendo wa kweli tukafanye hivyo kwa ajili ya kuliombea taifa letu. Hali tuliyopo sasa hivi sio nzuri, na mimi napenda kusema ukweli, tunamsema kweli siku zote ni mpenzi wa Mungu.